TAKUKURU mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na wadau wa kamati ya uhakiki ya wilaya ya Nyamagana wameokoa wame kiasi cha shilingi milioni mia saba na sita elfu mia mbili ishirini kutokana na uhakiki na udhibiti uliofanyika kwenye utoaji wa mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotokana na asilimia kumi ya mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Mwanza. Mwaka kwa mwaka 2024 2025. Katika uhakiki huo vikundi 41 havikukidhi vigezo ambavyo mikopo yake ilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia saba. Vikundi hivyo vilibainika na makosa mbalimbali mbali ambayo ni moja, kuomba mkopo kwa miradi hewa; pili, kuwasilisha kwa kamati vielelezo vya kughushi, mfano proforma invoice na mikataba ya uongo ya maeneo ya kufanyia biashara. Pia wa kuwasilisha be... pia waliwasilisha bei za juu za vifaa kuliko bei ya soko, kutokuwa na maeneo ya kufanyia biashara, lakini pia kuomba mkopo kwa ajili ya mradi wa mtu binafsi au familia. Hivyo TAKUKURU imechukua hatua ya kudhibiti ya kufanya udhibiti wa kuziba mianya ya rushwa iliyojitokeza ili kusaidia halmashauri ya jiji la Mwanza kutoa mikopo kwa vikundi vilivyokizi vigezo. Aidha, vikundi 87 vilikizi vigezo kati ya vikundi 128 vilivyoomba viri, mikopo ambapo jumla ya shilingi bilioni 1 mia tatu sitini na tisa elfu bilioni 1 narudia, bilioni 1 mia tatu sitini na tisa milioni mia nane ishirini elfu mia saba mia nne sabini na sita iliidhinishwa kwa ajili ya kutoa mikopo kwenye vikundi hivyo. Eneo jingine ni ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa upande wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo Takukuru, imeokoa kiasi cha milioni 17,372,708 na senti 26 na, na kuziwasilisha mamlaka ya mapato Tanzania kwa maana ya TRA fedha hizo ni za malipo ya kodi ya zuio kutokana na utekelezaji wa miradi kwenye sekta ya elimu iliyofuatiliwa katika kipindi tajwa hapo juu. Aidha, Takukuru imefuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo 23 yenye yenye thamani ya shilingi bilioni 11 365 milioni 445,543 445, na 445, senti 41 miradi ishirini yenye thamani ya bilioni 9 184 milioni 158751 na senti 40 na tatu imekutwa na mapungufu madogo madogo na kutoa mapendekezo ya namna bora ya kuboresha miradi hiyo. Kwenye eneo la uelimishaji, ni kwamba kutokana na elimu iliyotolewa, wananchi wamepata uelewa wa madhara ya rushwa na makosa ya rushwa. Uelewa huu umesaidia wananchi kufahamu wajibu walionao katika kuzuia vitendo vya rushwa katika maeneo yanayowazunguka ikiwa ni pamoja na sehemu wanazopata huduma za kijamii, hivyo kupelekea kuongezeka kwa utoaji wa taarifa za vitendo vya rushwa katika ofisi yetu. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.